Tarehe 29 eh, Tanzania Bara tutapiga kura vilevile na wengine wote wanaostahili kupiga kura. Kwa maana hiyo, eh, sisi kama vyombo tutakuwa kwenye majukumu ya kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama, kwa maana ya mazoezi ya pamoja ambayo tunafanya kila Ijumaa. Hata Ijumaa ijayo nadhani tutakuwa bado tunaendelea na majukumu yetu kuhakikisha watanzania wako salama katika kipindi hiki so, kwa hiyo tutaonana kwenye gathering kama hii. Ndio maana nikasema tupeane mikono, tupeane hamasa, tupeane tuombeane heri kwamba tutafanya jukumu hili la kuhakikisha watanzania wanakuwa salama kwa pamoja. Kwa umoja wetu, nchi yetu itakuwa salama. Kama afande alivyosema, mbele yetu tuna zoezi nyeti, nalo tukabili kama vyombo wetu. Kwa pamoja tushirikiane ili tuhakikishe tarehe 28 kwa upande wa kule Zanzibar na huku kwetu kwa upande wa Tanzania bara tarehe 29, basi zoezi hilo wafanyika katika hali ya umoja na utulivu. Hilo ndio jukumu letu kama vyombo basi mimi leo naomba tu kila mmoja kwa imani yake aombe, ili basi uchaguzi wetu wa tarehe 28 na tarehe 29 tukapate kuwa salama na waheri. Mimi sina mengi leo, ila niwakumbushe pia, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu.